aliuawa na watu wasiojulikana na baba yake ambaye baba yake anafahamika kwamba alikuwa na, anagombea nafasi ya uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye baba yake inafahamika vizuri kabisa kwamba alikuwa ni daktari na binti alikuwa ni mwanafunzi wa chuoni huko Mbeya katika chuo cha Mzumbe. So hapa habari ambazo zimetufikia wiki hii ni kufuatia kifo cha binti huyo ni kwamba askari wa jeshi la polisi wamefanya upelelezi na wametoa hizi taarifa moja kwa moja. Binti anafahamika kwa jina la Shai Rose. Nadhani ni moja kati ya habari ambazo kiukweli ziliwagusa watu wengi sana huko mitandaoni na baada ya kusambaa. Habari kamili ambayo imetufikia hii leo inaswe, inasema kwamba polisi watoa taarifa ya waliomuua Shai Rose. Maelezo zaidi ni kwamba mnamo Septemba 14 mwaka huu hapa 2025, iliripotiwa kutokea kwa tukio la kutekwa nyara kwa Shairoz Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21, aliyekuwa ni mwanachuo wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya mkoani Mbeya. Binti alikuwa anasoma katika kitivo cha sheria na watu wa alifanyiwa unyama huo na watu wasiofahamika <mimu> <mimu> <mimu> habari ikaendelea hapa kuandikwa kwamba Uh, alikuwa anasoma kitivo cha sheria, alifanyiwa unyama huo na watu wasiofahamika, ambapo mnamo Septemba kumi na sita mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa tano kamili usiku huko mtaa wa Morovian uliopo katika kata ya Isese eh, jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechomwa moto. Sasa, kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoani Mbeya lilianza utafiti ili eh, ku, eh, kuwabaini na kuwakamata waliohusika katika tukio hilo na mnamo Septemba 24 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa 4 kamili asubuhi alikam, alikamatwa jamaa anayefahamika kwa jina la Marwa Nyahega John mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Uzunguni A, mkoani Mbeya, ambaye e, katika mahojiano alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayoni na Webster William e, mwante, Mwantebele kwa pamoja wali, walikula njama na kumteka nyara Shairos Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Naam, wakaendelea hapa kutoa taarifa zaidi kwamba baada ya kumteka, walianza kumpigia simu, kupiga simu kwa familia yake na kwa lengo la kujipatia fedha hizo na iliposhindikana E, kupata hizo fedha e, kup, iliposhindikana kupata fedha hizo e, kwa, hofi, kwa kuhofia kwamba watakamatwa walipanga kumuua binti huyo ili kupoteza ushahidi. Awali katika, ma, katika majaribio ya kumuua binti huyo, walimnywesha sumu e, ambayo ni dawa ya kuulia magugu lakini Uh, ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup iliyoshindikana kuondoa uhai wake, waliamua kumnyonga na kwa kamba hadi kutoa uhai wake, kisha, kumchoma, kisha kuchoma moto mwili wake. Baada ya kupata taarifa hiyo uh, ufuatiliaji uliendelea na mnamo Septemba 25 mwaka huu 2025 5 uh, ni kwamba alikamatwa mtuhumiwa Webster William Mwantebele mwenye umri wa miaka 21, mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio hilo la utekaji na mauaji ya binti huyo na kueleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega John na Edward Christopher Kayuni. <tune> Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuwaonyesha askari watuhumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyopo wilayani Chunya. Vilevile uh, vile, ni kwamba mnamo Septemba ishirini na saba mwaka huu elfu mbili na uh, ishirini na tano aliwapeleka askari polisi katika kijiji cha Chalagwa, eneo walilokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kuwakamata, uh, kwa ajili ya kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Webster Mtabele ambaye ni mtuhumiwa atawaili aweze kuwaonyesha. Baada ya muda ni kwamba alifika mtu mmoja, mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo anayekuja ndiye Edward Christopher Kayuni waliyeshirikiana naye kumuua binti huyo. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa mujibu wa hizo taarifa ambazo zimesambaa ni kwamba tayari watuhumiwa wa lile tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anafahamika kwa jina la Shai Rose, mwanafunzi wa chuo eh, kule Mzumbe eh, mkoani Mbeya ni kwamba watuhumiwa watatu wameisha kamatwa, eh, na jeshi la polisi limetoa hizo taarifa rasmi. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ni kwamba on time, askari wameishakamilisha upelelezi na tayari watuhumiwa wameisha eh, waliishakamatwa. Wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna huyu hapa ameandika kwamba bwana du e bwana, watu kweli wamekuwa kama wanyama, walimnywesha mwenzao hadi sumu ya magugu. Mungu wangu da. Huyu ameandika hivyo. kuna mwingine huyu hapa anaitwa Gachi anasema kwamba bwana ee, mbwa kabisa hao, na wao pia wanyongwe na kuchomwa moto aisee, yaani hata kesi yao isisikilizwe wala isifike kabisa hata mahakamani, wanyonge wanyongwe wafie mbali, naam. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ukiwa kama mdau na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section hapo chini. Uh, kama kawaida tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Hakikisha uh, pia vile vile unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.